Hizi ni mapenzi, nani anakupa mapenzi? mpare huyo, mbaili kwa ila yake. Hapo hapo umepatia. umepatia. na mapenzi. Au mpare na mapenzi, watu wa pwani wanasubiri. Kweli. Hapo Billnass umekwisha, si kama nikuteketea lakini, bora tu kama nikutegetea nikuteketea, uteketee kwa wewe